Tumeweza kupata hakuna factory iko chini ya mia moja, lakini mingi ni kutoka 130 kwenda mpaka 148 pa kilo, na ndio tuweze kuendelea na kusaidia hizi factories. Leo tumerudi tena, tayari tumesaidia about 8 eh, factories beleni, na leo tumesaidia zingine nne. Tumepatia kila factory 7 million wengi wao wanatengeneza metallic Eh, the, the dryers, table dryers. Watakuwa natengeneza fermentation tanks kufanya tiling na channel zote kuzifanya tiling. Wanafanya solar dryers kwa sababu kukinyesha solar dryer uanga mzuri sana ya kudry hiyo kahawa. Tumefaindika na hii murandi sababu ile pesa tulikuwa tunatenga ilikuwa kindogo. Saai, saa hii hiyo pesa sasa tutaitumia kwa kujenga minanda. Minanda yote tunataka ile yote ambayo tui, tuitoe.